Kampeni yetu hii imetarget kwa namna ya kipekee wawekezaji wa ndani. Eneo ambalo mfano limetengwa kama special economic zone, kunakuwa na wataalamu mbalimbali ambao wanafanya ufuatiliaji na especially hasa, uh, sasa hivi ambako tumeona uh, launching au uwepo wa TISEZA ni faraja kubwa sana kwetu. Kwa hiyo mkoa, mkoani Shinyanga, wilayani Kahama tulianza hapo, lakini tulianza pia kwa ku tenga maeneo mawili. Eneo la kwanza ni lile la Buzwagi ambalo lilikuwa linafanyiwa uchimbaji na wenzetu wa Barik, lakini eneo la pili ni Nyashimbi. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tumeendelea ku encourage wawekezaji wa ndani, wa ndani, wafanyabiashara wa ndani lakini kwa mkoa wa Shinyanga sio tu ku encourage, tumejitahidi pia kutengeneza wawekezaji wa ndani tuna wa encourage, tunawasaidia tunawashauri, na pia tumejitahidi sana kuwatengenezea mazingira wezeshi na rafiki ili waweze kufanya uwekezaji. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunaamini wawekezaji wa ndani wanapowezeshwa na wakawekeza kwenye maeneo yetu haya haya, kwanza, eneo kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa, mabadiliko chanya ya kimaendeleo. Eneo lote lenye uwekezaji, watu watakwenda, watafuata mamantilio, watakuja, watauza E, watu wenye maduka yao watakuja wanauza. Watu wenye vifaa vinavyohusika na shughuli za uwekezaji pale, watakuja watafungua maduka yao. Kwa hiyo eneo husika linaenda kubadilika, transformation kubwa tunaiona. Lakini pili, mapato. Mapato ya serikali kuu na mapato ya halmashauri zetu, our local government, mapato. Lakini pia mapato kwa mwekezaji, kwa sababu hakuna mtu anayefanya uwekezaji wa hasara, lazima utakuwa ni uwekezaji wa faida, ko kwa tunaamini kwamba mwekezaji wa ndani ambaye atakwenda kuwekeza kwenye eneo ambalo serikali ya mkoa kupitia halmashauri zetu tumetenga kwa kupitia mapato yetu ya ndani eh, na kutengeneza miundombinu barabara, kuhakikisha umeme unafika, kuhakikisha maji yanafika, ili hata yule anayekuja kuwekeza pale basi asikutane na changamoto yote ambayo inaenda kumwongezea gharama za uendeshaji. Lakini tunashukuru Mungu sana, Tuna kiongozi mkuu wa serikali, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kutoa maelekezo moja kwa moja kuhusiana na, na jambo hili. Tumeona ni namna gani ambavyo Mheshimiwa Rais alitoa pia maelekezo kwa wenzetu wa mamlaka ya mapato TRA, lakini pia na TISEZA. Eh, sasa hivi kuna hii kampeni ya uwekezaji wa ndani ambayo TISEZA na nyie mnaitekeleza na Mheshimiwa Waziri ndo alifanya launching. Yote hii ni katika harakati za kumwezesha Mtanzania kiuchumi. Eh, uki, ukiangalia intention na lengo kuu la Mheshimiwa Rais ni kuinua mwananchi kiuchumi kupitia uwekezaji. Kwa mimi nitumie fursa hii kuendelea kuwahamasisha sana wananchi wa Mkoa wa Shinyanga. Wekezeni Serikali iko hapa kuwasaidia, serikali iko hapa kuinua. Kuna wataalamu maeneo mbalimbali, mfano leo tuko na Tiseza na wao ndio wamejikita na ndio wenye dhamana kubwa ya kusaidia masuala yote ya uwekezaji ndani ya nchi yetu katika mikoa yetu yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa ni kwamba tutumie fursa hizi. Aa, mamlaka husika ya uwekezaji Tiseza wako barabarani, wanaendelea kuzunguka kuhakikisha kuona namna gani ambavyo tunatekeleza hizi kampeni kwa Shinyanga tuko tayari, tumekuwa tayari, tutaendelea kuwa tayari kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mifumo, tunatenga maeneo, tunawezesha wananchi kwa fedha, kwa mawazo, kwa maeneo, lakini pia na msaada wote ule ambao wataweza, lakini pia kurahisisha maeneo yao yafikike kirahisi ya uwekezaji, kuwe na huduma zote zinazohitajika: maji, umeme, barabara na huduma za kijamii ziwepo karibu. Kwa hiyo tunatamani kwamba mtu anapokuja kuwekeza basi huduma ya afya iwe karibu, mtu anapowekeza basi angalau huduma nyingine iwe karibu. Baada ya kusema hayo, mimi nadhani niendelee kuwakaribisha sana mkoani Shinyanga. Karibuni sana.